Huyu mwanamke ambaye anafanyiwa vitendo vya ukatili vya ukeketaji anapoteza damu nyingi na vitu kama hivyo. Jamii ya Kihadzabe ina imelipokeaje hilo? Je, bado ina ina entertain nisemeje, bado ina ina inaendeleza hizo mila potofu, au inapingana ina, ina nazo na kupigana nazo hizo mila potofu za ukeketaji? Hmm, ilikuwa ni zamani sana, sasa hivi hata historia hamna kabisa. Hmm. hamna kabisa kabisa kuna elimu ilitolewa kwa ajili ya kuelimisha jamii ya Kiazabe kuhusu ukeketaji uke, lakini mpaka kwa sasa hamna. Hongereni, hakuna kabisa. Sawa. Uh, tu tuliona tu, tu changamoto ambazo mko nazo kule zinazo zinazowatazama sana ni maji, na tuliopata baadhi ya kuzungumza nao walisema wanatumia siku hadi mbili kwenda kutafuta maji. Kwa hiyo kama katika mazingira ya kawaida unatumia siku mbili kwenda kutafuta maji, tafsiri yake ni nini? Kuna baadhi ya kazi zitalala ama zitadorora kabisa. Ombi lenu nini kwa serikali kuweza kuwasaidia nyinyi kupata maji? Kiukweli kwenye maji tunapata shida sana, hatuna mabomba, hatuna sehemu paku, paku, pa kupata maji, yani sana sana tunategemea mvua. Wakati mvua inaonyesha zile korongo ambazo zina zinapitisha maji sehemu nani korongo ambazo zina michanga mingi. Kwa hiyo pale maji yanapotuama ndio tunayapata maji lakini mvua zikikata, maji yale yanaka yanakauka. Kwa hiyo hapo unatumia muda wa siku hizo kwenda kutafuta sehemu nyingine ambayo haijakauka, ndio unakuta mtu anafunga safari ya kwenda kutafuta maji sehemu nyingine. Sawa, so, uh, inawagharimu kiasi gani sasa uh, kwamba mnafunga safari kwenda kufata maji na inawagharimu kiasi gani mpaka sasa au kuna madhara gani ambayo mnayapata wakati unapambana kutafuta maji? Uh, madhara yapo, maana familia unapoiacha pale kwa muda mrefu wewe ukaenda kutafuta maji, ujue kwa, kwa ile familia tayari, yani, unaiacha ina njaa na mpaka utakaporudi utakuta mtoto mwingine ni mwoga wa njaa, kwa hiyo anakuwa kama mgonjwa kabisa. Kwa hiyo hiyo ni shida sana. Unaweza ukatoka asubuhi ukarudi jioni, kwa mpaka ukute familia hapo, tayari umepoteza nafasi ya kutafuta chakula, umetafuta tu maji. Kwa hiyo sasa inakuwa ni ngumu, utakuta sasa familia badala ya kumea watoto yaani afya zinakuwa yaani zinakuwa kakamavu fulani, imekosa lishe kwa kwa muda unaotakiwa. Sawa, so, amezungumza katibu wa jamii ya wahadzabe Maria Yona. Nataka nifahamu kuhusiana na zile huduma za za msingi za kijamii, kwa maana ya kwamba hospitali, shule, makanisa pamoja na misikiti. Uh, jamii yenu inaishi porini. Kuna mtu hapa kama nimesikia vizuri, anaitwa Mary, na wewe mwenyewe nikusikia umesema jina la kubatizwa. Hebu tuambie, umebatizwa katika dini gani, dhehebu gani? Ikiwa kule hakuna makanisa, umebatiziwa wapi? Na mnapohitaji kuzipata hizo huduma za msingi, kama kufanya ibada hivi, kwa maana ya misikiti na, na, na makanisa, mnapata wapi? uh, Wapo tunaoishi senta kama kama sehemu ambao ni ya huduma ya kimaendeleo, tunaita ni senta ya jamii ya Hadzabe, na ipo sehemu ambazo ni za makambini, sehemu ambao utalii unaenda kufanya kazi na jamii ya Kihadzabe. Kwa hiyo ile senta tulionao pale ambao mpaka sasa hivi ipo kwenye mgogoro mkubwa na mpaka sasa hivi yani uko kwenye mgogoro, tusiende kwanza hmm kwenye mgogoro tusende, tutalizungumzia na tayari liko kwenye sehemu husika, linafanywa mchakato wake, tushalifikisha huko tuzungumzie. Hizi huduma za msingi kama shule na misikiti, hiyo senta hapo ina ina kanisa TG, ndio ipo pale mm. na inachekichea na ina ina ina nyumba kwa ajili ya wazee ambao hawajajiweza hawaja mm. ndio, na mchungaji wa TG hapo ni msa ambayo ni mwazabe kabisa kwa mm -hmm. hiyo mimi kubatizwa ni kanisa lipo. Aha. Mna, mnafaidika nini umezungumzia uta, utalii? Mnafaidika nini na utalii kwa maana ya wale wageni ambao wanatoka uh, nchi za magharibi, nchi za Asia kuja kutembea pale kwenu? Uh, niseme tu faida ni ndogo sana, kwa sababu uh, utalii unaokuja kwetu tuna tuna tunapata lakini matumizi yetu ni makubwa sana. Ni makubwa kwa sababu tuna ndani ya utalii huo huo tunahitaji chakula, ndani ya utalii huo huo tunahitaji kusomesha watoto awali, shule ya msingi tayari, walioingia sekondari na wengine wako chuo. Kwa hiyo mgawanyiko wa hiyo hela, yaani haikidhi mambo mengi sana na hapo hapo Uwa tunatoa kila mwezi fedha za hospitali kwa wagonjwa wanaofikishwa pale. Kwa hiyo tunatibiwa, tunapewa di, nani bili, alafu tunapeleka kwa mwezi. Kwa hiyo pesa zetu za utalii ni kidogo sana, maana ipo kwenye mgawanyiko mkubwa sana sawa. So, mzee, tuna tunaamia kwako, tukumbushe tena jina lako. Mimi naitwa sogelea, hicho kisemeo hicho <coughs> Ha, mimi kwa jina naitwa Geoffrey Sambega Isa, ndio mwenyekiti ya jamii ambayo naishi Mangola. Sawa, basi, sogelea hicho ukae nacho karibu, kama nilivyokaa mimi hapa mzee. Mimi ninatoka huko ninakotoka, nakuja kuoa jamii ya Kihadzabe. Sasa twende kwenye mila kidogo, nakuja kuoa katika jamii ya Kihadzabe, natakiwa nifanye nini ili niweze kupata mke kutoka katika jamii yenu ya Kihadzabe. Asante mtangazaji. Wewe kama ni mtu unakuja sasa, ili kwa... usikike vizuri mzee wangu kama mimi yani, karibu hivi. Wewe kama unakuja kwa jamii ya Kihadzabe, ndio pale kuna sheria ambaye ni ya wazee waliweka tangu ile miaka ya nyuma ndio. Ilikuwa inatumika tangu waze, wale wazee wa zamani ndio. Ilikuwa kijana akioa anaua swala au dume la pofu hmm. au ngiri ndio inatolewa kama mahali alafu, ndio ina inafanywa kama harusi. Ndio, ndio, kijana anapewa mke ndio ana, inafanyika harusi na kupewa ile mke ndio ana, ana, anaenda kujengewa nyumba yao. Mm. E. Okay. Kuna, kuna maneno haya sasa ni tuambie wewe hapa kwamba ni kweli au si kweli kwamba ukitaka kwenda kuoa binti wa kihasabe lazima upeleke asali, kwa maana uka, ukarine asali Uh, uue pofu upeleke, lakini ili uweze kuheshimika ukweli na kukubalika, uue nyani, alafu upeleke tena, sana sana ule mguu wa nyuma na uvute bangi Je, yeah, hayo ni kweli? hiyo ni tafsiri. Ni tafsiri, sio kweli kweli eh. Unaua swala pofu, ngiri mm. mm. na hata nyani, isipokuwa ana asali. Ndio, ndio inatolewa kama mahari mm -hmm. Lakini kwa mfumo wa sasa hivi, sasa hivi watu wanatumia pesa tu mm -hmm. Kama kwenye makabila mengine eh. Huyo unazungumza na muomba huyo unatumia pesa eh. Na wazee waze, waze, wanaku, eh. wanakutana baina wa, yaani baina ya wazee pande mbili ndio wanapanga ndio wanapanga ile mahali ya kijana alioa wa, wa mzee huyu uh-huh. Ndio huyu mzee ndio anaomba mahali, wanaita wazee kama ushahidi, wanatoa hiyo, anaenda kutoa mbele ya wazee. Kwa hiyo uh, hiyo dhana kwamba uwe nyani sijui uvute hiyo sigara bwege nini, hazipo na wala sio kweli Kwetu sisi Usukumani, mimi ni Msukuma. Kwetu Usukumani, unapokwenda kuoa hasa mtoto mweupe kama huyu e, yani kama ulikuwa unaenda kuoa mweusi labda e, utaambiwa ng'ombe kumi, lakini kwa mtoto mweupe kama huyu e, unaweza ukaambiwa ng'ombe thelathini hadi ya hamsini. E, kule Uhadzabeni ikoje? Ndio kule, kule tu... inapangwa hela tu kama kawaida tu kama ni... haina kipengele ni, ki tatu ndio, mm. Asante, hilo nafikiri kwa kimila umemaliza. Sasa nimuulize binti mwenyewe hapa, yeah. Uko tayari? yeah. Uh, katika mila zenu au katika, uh, sio katika mila, yani wewe, kwa sababu umekulia katika jamii ya Kihadzabe, huko tayari kuolewa na mwanaume mwingine ambaye sio Mhadzabe? Naomba usogelee hapa. Hmm. Ajeshi ni Mwazabe na jeshi sio ni kabega. Yaani tunaolewa na kwa sababu tayari tumeshajichanganya. Nitakutana na mwingine, <toke, coughs> mm -hmm. Na kila mtu tofauti na zamani. Kipindi cha zamani nilikuta historia lakini Zamani walikuwa nasema mwazabe ataamua mwazabe mwenzake. Ndio. Yaani hawezi kuolewa kwa kabila. Lakini kwa sasa hivi. Ndio. Tunaolewa na Wewe kama binti wa Kihadzabe ni changamoto gani ambazo unakutana nazo kule porini mnakoishi? Ah, kwa kweli changamoto zipo. Mm. Sogea basi hapa ili usikike na hizo changamoto zako na serikali. Mm. Changamoto kwa sisi wa Hadzabe kwa binti zipo. Kama Changamoto yenyewe ndio hizo ambazo katibu alishaelezea. Hivyo vyote katibu alishaelezea. Haya, kupitia ukurasa wangu wa Instagram master_e_the_master Abdul Maisala anauliza ni kweli mnakula nyani? Eh, nyani tunamla. Asante. Haya, Abdu Maisal, ajibu ulioishajibiwa ndugu yangu. Kama unatamani kwenda kule bana, ujue ukienda ukweni, nasikia napigwa supu ya nyani. Asante kama ndio kwanza unajiunga nasi asante kwa kufanya hivyo kwa kuchagua na kuisikiliza Savvy FM Radio lakini pia tuko na wenzetu wa My Park tukihakikisha ya matangazo yao yanakujia moja kwa moja kupitia frequency modulation wa FM 105.3 lakini pia katika ukurasa wetu wa Instagram Savvy Media Live unapata matangazo haya moja kwa moja ukitoka nje kidogo hata ukienda pia unaona moja kwa moja lakini hiyo itakuwa ni pale mjini Instagram Gaspar Sambweti yuko hapa Naam. Naona ah, ameshika kisemeo. Wewe ah, uwezi kwa sababu tayari umeshaoa. Ah mimi, we, we, umesha mimi na mke na, na watoto watatu. Alafu hata aliyetajwa hajatajwa hajatajwa oh, Masai ametajwa Msukuma. Oh ya. Yawezekana mimi nikawa mkwe <laughs> na mtoto wa miaka 17 naenda kuoa. Unaenda <laughs> kuoa kuoza? Eh? Unaenda kuoa au kuoza? Mimi naoa si wa kiume. Mm. Ustari wewe. Kama mimi ni wa kiume maana yake mm. mimi naenda kuoa huko. Ndio. Siendi siendi kuolewa. Eh, manake mimi nitaenda kuoa kwao, kwa hiyo mm, watakuwa tayari kunipokea. Unaenda kuoza mwanao, ndo anaenda kuoa, sio wewe, elewa wewe. Mimi katika hilo mm, mimi huku kwangu ni, owa, ah, oza, ni wao. <laughs> Sasa, ndo tunaoa hatuozwi. Watakaooza ni wao, wanataka kunichanganyia sasa. Mwanao ndo anakwenda kuoa, sio wewe. Sasa unafikiri baba mko anakuwa nani? mm-hmm. Neno moja kwa kwa serikali, tunaamini kwamba serikali yenu uh, ya Tanzania ni sikivu sana. Kabla hatujakwenda kwa mwenyekiti wa bodi ya utalii, mlikuwa mnaomba kitu gani ambacho kimfikie mama? Usizungumzie migogoro ya ardhi wala usizungumzie uh, uh, hivyo. Yani, katika jamii ulikuwa unatamani kitu gani kimfikie rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Tuanze na katibu. Sisi tunachomuomba mama atutambue ma wanawake wa kijamii mm -hmm. Tupo bega kwa bega kwenye maendeleo ya kuinua Tanzania. Aona, si tupo kabisa, hatupo nyuma. Tunatamani sana tushirikishwe kwenye mambo mengi ya kujenga taifa mm -hmm. Na tunatamani kuwepo kwenye, kwenye mafunzo yoyote ile, tupo tayari kabisa, ili kule to, tunakotoka tusogee tufanane na jinsi dunia inavyoenda. Tunatamani sana hiyo. sawa imekuishahiomesemanatwa Mary. Mary, uh, wewe kwa mfano ungepata nafasi hapa wa kukutana na waziri ambaye ana deal na masuala ya, ya wanawake na jinsi ama jinsia, uh, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, ungependa umwambie kitu gani kuhusiana na wanawake wa Kihadzabe? Naomba usogelee kisemeo. Ah, sasa ya katibu ya katibu mimi nataka wewe ya ni useme wewe. Sawa. Ah, me, tuende kwa mwenyekiti mwenyekiti. karibu mwenyekiti. kwa kisemeo Ili... Mwenyekiti wewe wa bodi ya utalii utalii. Yeah. tuokoe Kari... muda e, ujitambulishe e, kwa haraka haraka hapa. Alafu tuendelee. Sawa. Karibu, jitambulishe. Mimi kwa jina naitwa mwenyekiti wa bodi ya utalii utalii, ulioko tarafa ya Eyasi. Kwa hiyo naomba tu serikali hasa halmashauri za wilaya ziwasogelee <coughs> hawa jamaa hasa hawa maafisa ujamaa hawa maafisa wa, wa, wa, wa, wa, wanaowezesha watu kupata mikopo. Aha, uh -huh. Yeah. natamani mpate mikopo mm, ili hizi jamii ziweze kupewa wapate ujasiriamali wapewe elimu ya, ya, ya, ya, ya, ya kutunza fedha ambao watakopeshwa na serikali. Sasa mwenyekiti, uh, umesema umesema <coughs> waweze kuwezeshwa, wanawezeshwa hiyo pesa watafanyia nini? Wakati wao hawalimi, wao hawafanyi biashara. Uh, hawa ndugu zetu wa Hadzabe wana mm. wana uwezo wa kushona ushanga, okay, pamoja na hizi culture wanaita, ndio pamoja na Wakishawezeshwa wanaweza kununua ushanga, wakashona ushanga na wakashona mikeka mizuri mbio, hata na mikanda ya kushonea, ya, ya kufungia msuruali mm. Uh, ni watu ambao wanajitegemea, alafu ni watu wanaokaa kwenye makundi. Huwezi kuwatafuta kwamba labda unaenda kutembea mbali, wao wanakaa kwenye makambi yao. Sawa, so, tue, tue, tueleze japo kwa uchache kuhusu uh, uvamizi ambao wanalalamika kwamba wamevamiwa, je mm. yeah, eneo hilo ambao wamevamiwa ni la kwao je? yeah kama ni la kwao wanalimiliki kihalali, aidha kwa kumilikishwa na serikali au vipi? Tunaomba tafadhali, japo kwa uchache tu. Eneo lao ni eneo halali. Kwanza wana hati miliki za, za mila wanazo kwenye, ze, kwenye za kisheria wanazo, ziko kwenye faili za vijiji za, wao wamemilikishwa eneo lao, kwa sababu serikali hizo ambazo zimewamilikisha ardhi zile zimewekwa katika mpango wa matumizi bora wa ardhi. Wahazabe wamepangiwa sehemu yao, wafugaji wamepangiwa sehemu yao, kilimo wamepangiwa sehemu yao, makazi yamepangiwa sehemu yao. Kwa sasa kinachotokea ni watu tu wa jeuri wanavunja zile biko, ndio baadaye wanaingilia zile sehemu za Wahazabe ambazo zimemilikishwa kihalali. Kwa sasa hivi usimtaje mtu jina kwa sababu hilo swala lipo kisheria. Uh, kuhusu kupewa siku kumi na nne kuondoka katika hayo maeneo yao, hilo lipo halipo, mimi Sijapata barua hiyo ila wao wanasema ipo. uh -huh. Lipo, lipo lipo na ime- imeandikwa ime bango, ndiyo, na zipo kwenye simu zetu, ndiyo, imeandikwa bango. Yani ameanza na amri hmm. Watu wanaoishi ndani ya eneo, ndugu fulani Ndiyo. Mnaambiwa kuhama siku kumi na nne na mwisho ulikuwa tarehe nne. Basi shi hapa hapo. Sisi tuseme asante kwa sasa kwa sababu hicho tulikuwa tunataka tuifikie, hivyo na wewe msikizi uweze kusikia hivyo, lakini all in all ile jambo tayari wanasheria wameshaanza kulifanyia kazi na hii ndio Savvy FM na hii ndio <coughs> kazi ya Savvy FM. Kama tulikwenda kule, basi hatuna budi pia hata kuendelea kuyachimba na kuyafukua mengine ambayo tumekutana nayo kule. Akana akka, eh nisaidieni. Uta, utabaki hivyo hivyo. Ah, tulia. Akanabekwa, akanabekwa Emmanuel, asante nam. Msikilizaji ulikuwa unasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka ndani ya Sav FM. Huku ndani tulikuwa tunaongoza kipindi, tuko watatu. Mimi ni Gaspar Sambweti, lakini pia niko na mwanamke wa thamani sana huku studio siku hii ya leo, ukinitaja soba Natamani leo ni siku yenu, ujitaje mwenyewe. Kasahau jina lako. Anaitwa wewe. Onoko akana bekwa. Eh, ngavi <laughs> <laughs> <laughs> mimi naitwa gaspar sambweti kianzabe wewe wewe ni wewe sema tu akanabe kwa gaspar sambweti mm -hmm. tunakuwa tumemaliza namna hiyo na tukushukuru wewe ambaye ulikuwa pia ukifuatilia matangazo haya moja kwa moja kumbuka hii ni Save FM mia moja na tano nukta tatu lakini tukiwa washirika wetu ni MyPark endelea kubaki nasi hadi wakati mwingine kwa sasa tukwambie kwa heri Asante.